Mambo vipi? Mimi naitwa Mvungi na ni Ayo TV. Ushindani wa kibiashara kati ya Diamond katiaibaunatazama na unatazamwa na wengi huku kila mmoja akiwa na maoni tofauti ama mtazamo tofauti kuhusiana na hilo. <coughs> <coughs> Washindi wa tuzo ya MTV Mama 2016 kutoka 254 na 016 Sauti 5 wanasema wao hawaoni chochote kibaya kutokana, uh, kulingana na ushindani kati ya Diamond na ulioo katiaaibawani, wanaamini unachangamsha biashara ya muziki East Africa. ni biashara. Uh, na sisi Sauti Sol, mashabiki wetu wengine ni mashabiki wa Diamond, wengine wa Alikiba, tutafanya ngoma na na Diamond pia kitu. Lakini ambacho napata kusema ni hiyo beef isije ikafika wakati sasa tunaumiza watu, labda tuishi kwenye mtandao, lakini iendelee kuwa, maanake creative opportunities za jobs

<laughs> Sauti Sol ametoa kauli hiyo alipokuwa Arusha, jijini Arusha, ambapo amealikwa wa na wanategemea kufanya show this Saturday tarehe 19 kwenye viwanja vya Taso Nane Nane Grounds. Kama Arusha this Saturday is yours na Sauti Sol. Kwa story mob na kali kama hizi, basi usiiache kusubscribe katika YouTube channel yetu ambayo ni Millerdio. Instagram, Facebook, Twitter, Periscope, Snapchat everywhere. Ni jina hilo hilo moja la Millerdio. Mimi naitwa Seria Mkuu.